Yes, bana mambo vipi? Hope uko poa kabisa lakini pia harakati zinakuwa zinaenda poa, na ni Jumatatu nyingine tena kabisa pendwa kabisa kwa nye harakati zinakuwa ebana, ni bomba kabisa lakini pia bana, sidhani kama kuna mtu ana uwezo wa kuweza kupinga ebana uwezo wa D Voice hasa katika nye swala zima la kuimba singeli. Ni moja kati ya wasanii ambao pia wanafanya poa sana kwenye maswala mazima ya muziki wa singeli, lakini tokea ingie WCB pale amekuwa akichanganya changanya. Anatoa singeli kidogo, anaimba na bongo flava na vitu singeli lakini kwenye masuala mazima ya Bongo Flava sasa. Wa eh, eh, sasa ukisikiliza wimbo wa X "Ex wa nani" ambao pia e, utamkuta Jux akiwa kwenye nafasi ambayo pia inaweza kutarajiwa mwimbaji wa singeli. Sio tu kwamba ameweza kusimama kwenye ardhi ya muziki kwenye, mi, e, kwenye midundo asiyoizoea, lakini anapita kwa ujasiri mkubwa akitembea kwenye mdundo ya Dogo Master e, e, kana kwamba kabisa kwamba amezaliwa nayo, kwa sababu watu wengi walihisi kwamba e, Jux tumemzoea kwenye ngoma zake za R&B nyimbo fulani hivyo za mapenzi mapenzi za kusifia sifia wanawake nini, lakini e, kwenye muziki wa singeli kwa upande huu, kuna jicho fulani la watu walikuwa bado hawajaona kwamba Jux atakuwa vipi, lakini pia atatembea vipi, lakini ameweza kuwadhihirishia kwa kuweza kuonyesha kipaji ambacho pia e, yuko nacho katika swala so zima la muziki wa singeli. Sasa Jux pia ambaye e, mara nyingi e, hujulikana kwenye bongo flavor lakini pia mapiano R&B na midundo mingine milaini, lakini pia ameweza kufanikiwa kuweza kumiliki e, bana singeli, kupitia utambulisho wake huu. Kisa, aina yoyote ya muziki ili mradi awe na dhamira ya kweli na tumeona mle kitu ambacho amekifanya kitu kimekuwa poa kabisa na ngoma inazidi kwenda mjini, lakini sio kwa sauti yake pekee ambayo pia inagusa, bali pia meseji, e, ya wimbo wake wa Ex wa Nani. E, Jux pia anagonga msumari wa moto au unaweza kusema gongelea msumari wa moto kwenye kidonda cha mtu ambaye pia huenda bado anatamani mpenzi wake wa zamani. <laughs> E, bana, e, nilipenda sana, lakini pia ni salamu ya kuweza kuanza bana kupoteza yaliyopita e, na uchokozi wa kisanii lakini pia e, ni ushairi wa hisia ambazo pia e, zisizokomaa, yani kwamba zisizokoma, kwa kwamba kuna, kuna, kuna, kuna ujumbe mtu anaweza ukaweza ukawa unaupata kutokea sehemu fulani, lakini ukawa unaupotelea, lakini, e, lakini huu e, ukisikiliza vizuri e, kila kitu kitaweza kukuingiana kukaa vizuri. Sasa kwa upande wake, D Voice pia e, ni kijana kutokea WCB, pale tunajua, lakini pia naweza kuendelea kujiimarisha e, kama msanii wa kipekee kwenye singeli kwa mdundo wa asili ya muziki wake. D Voice pia ameonyesha utulivu mkubwa katika kutumia sauti yake vizuri, akihakikisha bwana habaniwi na kasi ya beats e, pia mixing na mastering pia za Raiz, ambaye ameweza kuifanya ngoma hiyo imeweza kutoa sauti zilizo bora zaidi, na pia D Voice kuonekana e, kufanya poa zaidi hasa katika ngoma hiyo. Sasa kwa ujumla, Ex Wa Nani ni, eh, eh, eh, ni singeli lakini pia ambayo inasikilizika, kila mmoja akitega sikio lake unaweza kulipata vizuri, lakini sasa Juma Jux sasa pia naweza kujiunga na ya wasanii ambao ingawa, ni wasi, eh, ingawa si wasanii wa Singeli asili wameweza kumtengeneza wimbo mkubwa wa Singeli. Hii hatua eh, bana ni nyingine ambayo inaonyesha kwamba kwenye safari nzima ya Singeli pia Jux anaweza ku, eh, kuiweza na kuweza kuifanya. Sasa bana, kwa nini Singeli isiachiwe huru, lakini pia eh, kama mapiano kutokea Afrika ya Kusini eh, reggae muziki mingine kibao R&B sijui muziki gani kutokea sehemu nyingine tofauti tofauti afrobeats kutokea kule eh, bana, eh, Nigeria na vitu vingine kibao sana kutokea katika masuala mazima ya muziki huu, lakini kwa kipindi hiki imeonekana wasanii wengi sana wamekuwa wameegemea fulani hivi upepo wa Singeli. Tumeona wasanii wengi sana ambao kwa kipindi hiki Singeli wamekuwa wakifanya sana, kianza Evana, Vanilla pia ameweza kufanya Singeli e, eh, Badest pia tunajua ni moja kati ya watu pia wanapenda penda sana kufanya Singeli, kina Moshizo kina nani eh, kina dogo Paten, tunaona kina mdogo Sargent, wamekuwa ni wasanii ambao pia kwa sasa hivi dizaini fani kama upepo wa Singeli umekuwa E, umetake over kwa sasa hivi kwa hapa Tanzania na pia radio nyingi, TV nyingi, streams nyingi sasa hivi ukiingia unaweza kuona kwamba singeli ndio muziki ambao pia kwa sasa hivi watu wengi wamekuwa wakiufanya na hata Vanilla pia alishawahi kufungua kwamba bwana kwa sasa hivi bwana hebu watu watoe kwanza singeli kwanza kwa sababu upepo ndio upo huko. Hata Ibra pia na yeye tumeona ameachia goma lake la singeli, e, vitu vimekuwa viral na vimekuwa bomba kabisa. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X, e, kwa taarifa nyingi zaidi, ili wa kwanza kuwa wapata taarifa hizi. Ukisubscribe kwenye YouTube channel yetu utakuwa umetisha kinomanoma ziledati kabisa dasmane.